Tukiendelea tena katika darsa yetu ya alhikam alataia, hikma za Imam Ibnu Ataillahi Sekandari. Leo insha Allah, tutaangalia tena hikma nyingine ambayo ni muhimu pia katika maisha yetu na ndiyo lengo na makusudio ya sisi kuumbwa katika hii dunia. Anasema Ibnu Ataillahi Sekandari: ijtihaduka fi ma dhumina laka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun ala ntimasi lbaswirati minka Ijtihaduka fi ma dhumina laka, kujitahidi kwako katika jambo ambalo tayari kushadhaminiwa. Watakswiruka fima tuliba minka, na kuzembea kwako katika jambo ambalo umetakiwa kulifanya, dalilu ni dalili ni ishara, ala intimasil basirati minka, ya kwamba nuru ya moyo wako ime imezima, imeondoka nuru ya moyo wako. Hikma hii Alimamu Ibnu Ata Llahi Sekandari anatufundisha ya kwamba sisi katika maisha yetu kuna mambo mawili ambayo yanatuhusu katika maisha yetu. Kuna kitu ambacho ni maqsad al-awwal, makusudio ya wa mwanzo ambayo tunatakiwa ndiyo tuyaweke mbele katika maisha yetu, iwe ndio ambacho ni, ni kitu ambacho tunakipa kipao mbele katika maisha yetu kitu wenyewe ni alibada kumwabudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, kumwabudia Allah subhanahu wa Ta'ala na kumtumikia Allah subhanahu wa Ta'ala na kumtii katika amri zake na kuacha makatazo yake e, lakini mtu akatoa maana yake uhai wake, akatoa wakati wake, akatoa juhudi zake kwa ajili ya jambo hilo, kwa sababu haya ndio makusudio ya mwanzo ambayo wewe umeumbiwa katika hii dunia.

Kwa hiyo hili ndo la mwanzo, ambalo ni makusudio ya kuumbwa kwako. Jambo la pili akasema, ya ni yale mambo ambayo Allah subhanahu wa taala kashakudhaminia ya kwamba wewe utayapata hayo, na yeye ndo ambaye atakayekupa. Jambo wenyewe ni kutafuta riziki, ni riziki. lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha rizqaha, nafsi ya mtu haitokufa isipokuwa itakuwa tayari

wa kayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, Kuna viumbe vingapi katika hii ardhi au kuna wanyama wangapi na wadudu wangapi katika hii ardhi, la tahmilu rizqaha, hawawezi wao kupata riziki Allahu yarzuquha, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anaviruzuku hivyo viumbe, wa iyyakum, na nyinyi pia anakuruzukini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapa kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza hichi ni makusudio ambayo umeumbiwa. Kitu cha pili ni dharuriyati lhayati ni, ni, dharuriyat alhayat ni mambo yale ya lazima ambayo uyapate katika maisha yako ili upate kuendelea ku, kuishi katika maisha yako. Sasa muislamu anatakiwa hili jambo la kwanza hili ambalo ndio makusudiwa ya kumbwa kwake ndio alishughulikie zaidi na kulihangaikia. Hii ndio asili, muislamu anatakiwa muda wake mwingi autoe kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivi fikra zake zime zimekita zaidi katika ku, ku, kufikiria ukubwa wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, kufikiria dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, kuzingatia mafundisho mbalimbali ambayo yamekuja katika dini katika Qur'ani na Sunna, atoe muda wake kuisoma Qur'ani, atoe muda wake kumtaja Allah subhanahu wa Ta'ala, apate muda wa kwenda kutekeleza ibada ya swala, kutekeleza sala za sunna, lakini pia aitumie mali yake ambayo kampa amba Allah kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa Ta'ala na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Huyu ndio Muislamu wa kweli. Kwa nini? Kwa sababu tayari Muislamu huyu kashatambua ya kwamba yeye kaumbwa hapa duniani kwa ajili ya kumtumikia Allah subhanahu wa Ta'ala, lakini hii haimaanishi kwamba yeye hatafuti riziki. Anatakiwa tafute riziki pia, ili apate kuishi, aishi ili apate kumwabudu Allah subhanahu wa Ta'ala. Anatafuta riski kwa ajili ya kuishi na anaishi kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukilinganisha baina ya yale maisha yake ambayo anayatumia yeye kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu na ule wakati ambao anautumia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi utakuwa ni mkubwa zaidi kuliko ule wakati ambao atautoa kwa ajili ya kuhangaikia maisha yake dunia kwa sababu kutafuta riziki ni wasila tu, ni njia, lakini makusudio ni ibada. Kwa hiyo bila shaka makusudio yanakuwa yana nguvu zaidi katika fikra ya mtu mwenye akili ya mtu ambaye ni muislamu wa kweli, kuliko ile njia ambayo inakufikisha katika malengo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, makusudio ya hikma hii ni kuwa mtu anatakiwa atafute riziki.

si sahihi ukamuona mtu pengine Muislamu lakini muda wake mwingi anautoa katika mahangaiko ya dunia tu anaweza akakaa pengine katika e, shughuli zake na katika biashara zake asubuhi mpaka usiku na sala zote zinampita. Ipindi vya sala vyote vinampita. Na wakati mwingine inawezekana ikawa, maanake ndo hasali kabisa, na kuna wengine wanasubiria mpaka usiku ndo mtu anakuja kusali sala zote. Au kuna wengine mtu anatumia muda wake umri wake mwingi sana kwa ajili ya kukusanya mali. Na iwezekana ile mali anayoipata ambayo kapewa na Allah basi haitoi kabisa katika kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, bali huitumia katika mambo ambayo yaliyokuwa hayana faida yoyote. Kwa hiyo Muislam ambaye anayemcha Mwenyezi Mungu, anaifahamu kwa nini kaumbwa katika hii dunia. Hutumia kila neema ambayo kapewa na Mwenyezi Mungu katika kumwabudia Allah Subhanahu wa taala, na hutoa muda wake mwingi kwa ajili ya kumtumikia Allah subhanahu wa taala. Sasa ikiwa mtu yeye anashughulikia dunia tu, kiasi ambacho kushughulikia huku kunamtoa katika hili lengo la kwanza, ikawa hakumbuki kabisa kumwabudu Allah subhanahu wa taala, huyu ndiye ambaye anazungumzwa katika hii hikma. Anasema Ibnu Ataillah, anasema ya kwamba mtu ambaye anajitahidi sana katika kutafuta riziki tu katika kutafuta dunia tu. Ikisha mtu huyu, ikawa anazembea yani, hafanyi jitihada yoyote katika lile jambo ambalo yeye katakiwa alitekeleze, nalo ni jambo la ibada. Basi mtu wa aina hii anasema Ibni Ataai Llah Sekandari, mtu wa aina hii anakuwa ile nuru yake ya moyo imezimika, ni dalili ya kwamba nuru ya moyo imezimika kwa sababu nuru ya moyo haiwezi ikabaki nuru yake ikiwa mtu amezama katika kuipenda dunia. Kwa hiyo ili kupenda dunia na kuihangaikia dunia, hii ni moja katika sababu za kuonyesha, au katika dalili za kuonyesha kwamba nuru yako ya moyo imeondoka, ime kwa hiyo, katika nyoyo zetu ndugu zangu, kuna nuru ambayo Mwenyezi Mungu huimurika ika, ikawa nuru ile ndio ambayo inakuongoza katika maisha yako, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kupitia nuru ile ukawa unafanya taa mbalimbali unaepuka maasi mbalimbali, ikawa ni kama himaya, ni kinga ambayo inakuepusha kutokana na mambo ya shari. Sasa nuru hii mtu ataweza kui, kuiwasha na kuikuza katika moyo wake kwa kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ta Kila anapofanya mtu ibada akakithirisha katika ibada kumtaja Allah kusoma Qur'ani.